Tumepata maarifa na ujuzi katika fani mbalimbali mbili mbali. Tumejifunza mafunzo ya stadi za maisha ambayo ni muhimu sana kwetu sisi vijana ili kujitambua zaidi, kuthamini kazi, kuwa na mtazamo chanya katika shughuli mbali mbalimbali za kujipatia kipato na maendeleo kwa ujumla. Tatu, tumepata mafunzo ujasi ya ujasiriamali sambamba na ujuzi katika fani tulizosomea. Nne, tumejifunza kuhusu tii na nidhamu katika kazi. Tano, mafunzo ya dini kupitia vikundi vya malezi ya dini. Palipo na mafanikio, changamoto hazikosi. Zifuatazo ni baadhi ya changamoto zinazotukumba hapa chuoni ambazo ni moja. upungufu wa vifaa vya kujifunzia mafunzo kwa vitendo, yani practical. mbili. upungufu wa vitanda mabwenini kwa jinsia zote mbili. tatu. upungufu au uhaba wa vyoo na mabafu kwa jinsia zote mbili. nne. upungufu wa vifaa vya michezo na burudani na hasa kukosa magoli katika kiwanja cha mpira wa miguu. tano ukosefu wa vyanzo mbalimbali vya nishati mfano solar paneli hasa umeme unapokata. Sita. upungufu wa vifaa tiba kwa ajili ya huduma ya kwanza chuoni. Saba. upungufu wa kompyuta kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo. Serikali imefanya ukarabati wa majengo chakavu yaliyokuwa bado kukarabatiwa na hivyo majengo yote yamekamilika na mazingira ya chuo yameboreshwa. Mbili, serikali imefanikisha uchimbaji wa kisima kirefu cha maji ili kusaidia upatikanaji wa maji kwa ajili ya matumizi ya chuo, ingawa maji bado hayatoshelezi kwa kiwango kinachohitajika. Maji yaliyopatikana ni machache kutokana na sababu mbalimbali zilizotolewa na wataalamu wa upimaji wa maji. Tatu, <coughs> serikali imefunga majiko ya gesi kwa ajili ya kupikia chakula cha wanachuo ili kupunguza uharibifu wa mazingira kutokana na matumizi makubwa ya kuni. Mafanikio, mafanikio ya chuo kwa ujumla. Idadi ya wanachuo wanaonufaika na mafunzo ya tolewayo na chuo imeongezeka kutoka 150 hadi 185 kwa udahili wa 2024. Yaani hawa tunaowaaga tuliwadahili wakiwa 185. Hivyo vijana wengi wataweza kupata fursa za ajira katika sekta mbalimbali mbali za uzalishaji mali na utoaji huduma kwa jamii. Mbili. Idadi ya wasichana wanaojiunga kusomea stadi mbalimbali za ujuzi ufundi inazidi kuongezeka kutoka arobaini hadi 80. Kwa maana wasichana wanaomaliza sasa hivi tuliwadahili mwaka 2024 wakiwa 80. Kutoka pia ya dada ya 2023 ambao walikuwa 43. Chuo hakina mgogoro wa ardhi na wananchi wanaoishi jirani na hivyo chuo kina mahusiano mazuri na jamii inayokizunguka. Ndugu mgeni rasmi, palipo na mafanikio hapakosi kuwa na changamoto. Changamoto ya kwanza, tatizo la upungufu wa maji. Chuo kinakabiliwa kina na tatizo la upungufu wa maji kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya chuo, ya wanachuo na jumuiya ya chuo kwa ujumla. Maji yaliyopo hayatoshelezi mahitaji kulingana na kuongezeka ongezeko la idadi ya wanachuo. Upungufu wa mabweni, chuo kina upungufu wa mabweni mkubwa wa mabweni kwa sababu ya ongezeko la idadi ya wanachuo wanaohitaji huduma ya mafunzo ya ujuzi ufundi. Miundo mbinu iliyojengwa hapo awali haitoshelezi mahitaji ya sasa, hivyo tunahitaji mabweni mawili, moja wasichana na jingine la wafurana. Hata hivyo, kwa sasa tunalazimika kutumia baadhi ya vyumba vya madarasa kama mabweni ya muda. Kisangwa oye <tiple> <Walimu safi. tiple> wazazi je <ye. tiple> <tiple> na mimi niseme tu nikiwa kama mkurugenzi wa maji naitwa Esther Gilyoma. Niko hapa kama mdau mkuu kuwashika mkono vijana wetu kwa ajili ya mafanikio ya Kisangwa, kwa ajili ya mafanikio yao binafsi na kwa ajili ya tija ya serikali yetu na jamhuri ya muungano kwa ujumla. Niwahakikishie vijana wangu kwamba waliofanya vizuri mtafurahi. Amina na hapa ninamaanisha mliofanya vizuri tutawashika mkono, lakini tutawaunga mkono na BUWASA kama mdau mkuu, tutajua la kufanya kwa maana ya kuwapa mikataba inayopelekea ajira za kudumu kwa wale wenye sifa bora zaidi ya wengine. Hakikishie, nimezisikiliza risala zote mbili, ya wanachuo na ya kwako. Kwa kweli zote zimebeba zimebeba ujumbe wenye tija kuboresha chuo na mimi hapa sijaja na maneno, nimekuja na majibu <clears throat> la kwanza, mmesema katika risala kwamba mna shida ya maji. Nilipokuja hapa ilikuwa mwaka 2022 mwishoni Bunda. Nilikitembelea chuo mwaka 2023. 20 Tukadesign mradi. Mradi huu umepitishwa mwaka jana na kupewa pesa. Pesa zilivyotengwa zikawa ni kwa ajili ya prepaid mita na miundo mbinu ya maji kutoka pale misisi Zanzibar kuelekea hapa. Nataka nikujulisheni kwamba tumeshaanza kushusha mabomba mabomba yanaonekana, mabomba sio kitu cha siri. Kwa hiyo ukipita pale utayaona mabomba, tumeanza kuyalaza. Tulianza kuchimba mtalo na tulikwama kwa ajili ya ile vuguvugu la kukosa amani, lakini sasa hali yetu imerejelea na sasa tutarudi uwandani kwa ajili ya kuendelea kulaza kuja hapa, kwa sababu serikali yenu sikivu imetoa zaidi ya milioni mia saba kukipa chuo hiki maji. ni kuhakikishie mkuu wa chuo pamoja na umma mlioko hapa mradi huu unakwenda kutekelezwa bila maneno yoyote, na huu ndio ukweli niliokuja nao. Na kwa sababu sisi ndio tulikuja tukatembelea, tukadesign, na baadaye tumepata approval kutoka wizarani na mabomba, tumepata mzabuni mzuri mwenye uwezo, tunauhakika kwa kutumia force account kwa kushirikiana na, na wenzetu wa magereza, tunakwenda kumaliza hoja hii ya maji safi na salama chuoni hapa, mmesema mna hitajio la milioni 1.7 si namsi sindio? sisi No. Kama serikali hatuna maneno zaidi ya kuwashika mkono watoto wetu na chuo kwa ujumla. Mamlaka ya maji imetoa milioni moja na laki tano. Wow, piga makofi mengi. Naomba mwasibu aja achipokee malipo haya. Wow. Yeah. Makofi mengi kwa